Hivi sasa tumeamua kuwaweka pembeni wale waliokuwa katika shifti siku ambapo gari hili lilikuwa linapita kupisha uchunguzi, lakini hapo mbele tutaanza mara moja, mizani zitakazokuwa zikilalamikiwa na mameneja, tutawachukulia hatua pia. Ninachotaka kusema viongozi wao waliokuja wa vyama wako tayari kutusaidia sisi madereva, lakini wanapewa vipingamizi kutoka kwa watu wa juu, hawaonyeshi ushirikiano. Mpenzi mtazamaji, ili kuwa wa kwanza kupata matukio, tafadhali bonyeza kitufe cha subscribe, kama mshale unavyokuonyesha. Waziri Ulega awasimamisha kazi watumishi wa mizani kupisha uchunguzi. Waziri wa Ujenzi, Abdallah Ulega amemwelekeza Katibu Mkuu wa Wizara ya Ujenzi Mhandisi Balozi Aisha Amour kuwasimamisha kazi wasimamizi wote wa mizani waliokuwa zamu katika mizani zilizopo katika barabara kuu ya T1 inayoanzia Dar es Salaam hadi Zambia kupitia mpaka wa Tunduma kwa ajili ya kupisha uchunguzi wa malalamiko katika mizani hizo. Alikuwa na haya ya kusema: nimewaita hapa niweze kutoa ufafanuzi kidogo na hatua ambazo kama serikali kama wizara tumeamua kuzichukua baada ya kushauriana na management na, na wataalamu wangu hatua hizo na ufafanuzi huo unatokana na, na kadhia iliyojitokeza hapa karibuni iliyohusisha gari la mizigo namba T 137 uh, DLQ likiwa na tela T namba 567 CUR ambapo tumeshuhudia uh, mama mmoja kwa jina alijitambulisha Bi. Pamela akiwa katika kituo cha mizani cha pale Vigwaza mkoani Pwani akilalamika juu ya mwenendo na tabia ambazo zilijitokeza dhidi yake. Uh, sasa baada ya kufanya utaratibu wa kusikiliza kile ambacho yeye alichokilalamikia, nilitoa maelekezo moja kwa moja kwa wataalamu wangu kupitia Katibu Mkuu kunipatia taarifa ya nini ambacho kimesababisha kadhia ile, na niseme tu kwamba baada ya kupata taarifa ile taarifa inanionyesha kuwa uh, ziko sintofahamu ambazo zilijitokeza kutokana na jambo hili. Kimsingi, ukisikiliza pande zote mbili unaona kwamba liko tatizo la wazi ambalo uh, limesababisha tufike katika hatua hii ya leo tuliyofikia na kwa msingi huo, baada ya kugundua kwamba liko tatizo, nimeamua kuchukua hatua zifuatazo kwa kumwelekeza Katibu Mkuu. Moja ni kuwasimamisha wale wasimamizi wetu wa mizani wa, wa, hii tunaita T1 barabara nzima ya kuanzia Tunduma mpaka inafika pale Vigwaza. Nimeamua kutoa maelekezo ya kuwasimamisha wote hawa walio waliokuwa kwenye shifti kwa siku ile wakati tukio hilo linatokea. Na kwa nini nimewasimamisha? Ni kwa sababu eh, tumefanya hivi kwa malengo ya kufanya uchunguzi ambapo tumekwisha kuunda timu ya uchunguzi ambao nimemwelekeza katibu mkuu. Uh, timu hii iundwe na tayari imekwisha kuundwa kwa ajili ya kufanya uchunguzi wa kuanzia kule ambako gari iliingia katika nchi yetu mpaka kufika katika tukio ambako limetokea, uh, ili tuweze kuwa na uchunguzi huru, uh, wa mwenendo, lakini vilevile tutatazama na mengine yanayoendelea katika mizani yetu hii. Timu hii itawahusisha uh, maafisa wa serikali mimi mara baada ya kusikiliza timu ya wataalamu wangu waliponipatia taarifa ya awali, niliona wazi kabisa kwamba liko tatizo la kutokusomana kwa mifumo. Kwa hivyo nimetoa maelekezo haya yaanze kufanyiwa haraka sana, uh, utekelezaji wake. Sasa maelekezo ambayo ninayatoa ni kwamba mameneja ni lazima wawe wasimamizi number one wa mizani zetu zote. Hivi sasa tumeamua kuwaweka pembeni wale waliokuwa katika shifti siku ambapo gari hili lilikuwa linapita, kupisha uchunguzi. Lakini hapo mbele tutaanza mara moja mizani zitakazokuwa zikilalamikiwa na mameneja tutawachukulia hatua pia. Mwekezaji wa serikali kwenye barabara ni mkubwa sana. Barabara ya lami kilomita moja ni wastani wa shilingi za Kitanzania bilioni moja mpaka bilioni mbili, inategemea na mazingira ya eneo lenyewe linalokufanyiwa kazi na pesa zinazotumika ni pesa za umma, na kwa hivyo ni muhimu sana. Wakati huo huo, kuendelea kulinda rasilimali hii, kwa kuwa barabara zinapoharibika uwekezaji wake ni ghali sana, lakini si tu uwekezaji na usalama wa watumiaji wa barabara wao wenyewe. Tunapokuwa na barabara zenye mashimo na zenye matuta e, e, zilizokuwa E, zimeharibika usalama pia wa watumiaji wa barabara unakuwa ni wa mashaka. Kwa hivyo yote ni muhimu, mizani yetu ni muhimu sana, ili kulinda uwekezaji wetu tuliofanywa katika barabara zetu, lakini pia vile vile kulinda usalama wa watu kwa kuto kupitisha mizigo isiyokuwa na sifa za kuweza kupita katika barabara kwa mujibu wa sheria zetu. Chawamata TV tuliweza kumtafuta dada shupavu, dada Pamela, baada ya sakata la mizani na kauli ya Waziri Ulega. Alikuwa na haya ya kusema. Uh, kwanza tunawashukuru kwa witukio wenu wa kuja pili, tunawashukuru pia serikali kwa kuonyesha usikivu kwa kitu kilichotokea ambacho mlengwa nilikuwa ni mimi bati imesababisha pia na wengine wataponea kupitia humo. Ninachotaka kusema viongozi wao waliokuja wa vyama wako tayari kutusaidia sisi madereva, lakini wanapewa vipingamizi kutoka kwa watu wa juu, hawaonyeshi ushirikiano. Tunachotaka ni kwamba viongozi mwe mnatoka mnakwenda kuwaona madereva mpate matatizo yao, msisubiri mpaka kitu kiwe kwenye media kiwe kwenye nini, mnatakiwa mwe mnafanya follow up mnapita kama ni kwenye mizani, kwenye mnakuta mtu ana tatizo, then that time unachukuliwa action kwa muda ule, isiwe mpaka kuwe na kitu, kuwe na sosi. Ndio mawazo yangu na maoni yangu. Nawashukuru sana public, kama ili tatizo chao in the air.